Kuna siku moja nilikuwa nyumbani niko kwenye maombi. Wakati niko kwenye maombi, naomba ilikuwa saa nne usiku niko chumbani ninaomba. Wakati naomba, nikaona ndege anaruka kule chumbani, anatoka upande huu. Nikajiuliza, amepitia wapi na ameingiaje? Ndege, ndege tu wao wadogo wanaorukaruka usiku saa hizi, saa nne ametoka wapi? Anaruka, anavuka upande huu, anavuka upande wa pili Nikasema, iwezekani huu sio ndege wa kawaida. Nikasimama nikamwambia hivi, ikiwa wewe ni ndege wa Mungu umekuja huku chumbani, sijui ulipoingilia, basi tuendelee kuomba pamoja, tuendelee kusifu pamoja, lakini kama wewe ni ndege uliyetumwa na adui, ninakukausha kwa damu ya Yesu. Akadondoka chini pa, akaingia chini ya uvungu wa kitanda, na mimi nikashuka, nikainama kuangalia kitandani. Atukuzwe Yesu nilivyoinama kuangalia chini ya kitanda, nikakuta ni mkaka mwanaume ambaye jicho lake moja ni kipofu. Mungu akanipa ujasiri, nikaita nikamwambia hivi, haya, toka huko chini. Alivyotoka nimejaa nguvu, haleluya. Alivyotoka nikamuuliza ulikuwa unaenda wapi? Ulikuwa unaenda wapi? Akasimama, nikasema, kama waongeaji leo wataongea. Akasema, mimi nilikuwa naenda kumpelekea mdogo wangu mahitaji, nikakutana na watu wa hapo. Akasema wanawasumbua, nilishuka ili niwasaidie, matokeo yake mimi nimepigwa. Haleluya, anasema Anasema, nikamwambia, haya mdogo wako alikuwa anampelekea mahitaji wapi? Anasema mdogo wangu anaenda anasoma chuo. Nikamwambia naye mchawi kama wewe? Akasema yeye sio mchawi, ila anachukua hela za watu, ninaenda namwekea kwenye suruali yake. Yeye siku hiyo atasema ngoja nivae nguo hii, anapochukua ile nguo anakuta kuna hela mfukoni. Mawazo yake anaanza, kuna siku naona niliweka hela ila nilisahau, kumbe sio, amelechewa. Wangapi wamewekewa hela na wachawi? alafu nasema nilisahau naona nilisahau elfu kumi hapa, sijui niliacha lini. Macho yako ya ndani yatiwe nuru kwa jina la Yesu. Wanaopita kwenye anga lako wapigwe, wanaopita kwenye anga la biashara waone, wapigwe, wateremshwe. Bwana Yesu asifiwe. Waangushwe chini, kwa sababu macho yako yanafanyaje? Yanaona. Haleluya.